lakini wafanyakazi ni wachache, basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke wafanyakazi katika mavuno yake. Nendeni, angalieni, na watuma kama wala kati ya mbwa mwitu. Msichukue kila nyumba mnaingia, semeni kwanza, amani iwe katika nyumba hii. Na ikiwa mwana wa amani yumo, amani yenu itakaa juu yake, lakini ikiwa hayumo ingia mjini wanapo wapokea, mule mnachoandaliwa. Wakunyeni wagonjwa walioko, mkawaambie watu ufalme wa Mungu umekaribia. Injili ya Bwana. <laughs>